Leo ni tarehe ishirini na kenda Juni 2025. Karibu katika Hali Halisi duniani leo. Ndimi Johnson Jabir. Tuanzie hapa. Mahakama ya wilaya ya Jerusalem imeahirisha kusikiliza mashtaka yanayomkabili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yaliyotarajiwa kuanza kusikilizwa wiki hii. Mashtaka ya rushwa na masuala ya ukiukwaji wa sheria za usalama kwa waziri mkuu ni za muda mrefu, ambapo vyanzo vya ndani na nje ya Israel vinasema huenda kauli ya rais wa Marekani Donald Trump katika mitandao ya kijamii imesababisha kuahirishwa kesi hiyo. Inaelezwa kuwa Trump alishauri mashtaka hayo yaahirishwe ili yasiweze kuwa kizuizi cha mazungumzo baina ya Iran na kundi la kijeshi la kipalestina la Hamas yanayotarajiwa kufanyika wiki hii. Vyanzo vinasema sababu mpya ambazo Netanyahu amezipeleka mkuu wa idara ya usalama ya Mossad na mkuu wa kitengo cha intelijensia cha Israel zimethibitisha kuahirishwa kwa usikilizaji wa kesi hiyo. Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimesaini rasmi kusitisha mapigano mashariki mwa DRC kwa ushawishi wa Marekani, ambapo mataifa hayo yamepeleka wanadiplomasia wakubwa mwishoni mwa juma lililopita. Katibu mkuu wa ikulu ya White House Mark Rubio alisema ni tukio muhimu baada ya miaka 30 ya vita. Waziri wa mambo ya kigeni wa DRC Terese Kaikomba Wagner na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Olivieri Nduhugirehe walitia saini mkataba huo mbele ya waandishi wa habari. Donald Trump amesema alikuwa na uwezo wa kusitisha vita hiyo ambavyo vimedumu kwa muda mrefu.

so with the US uh, standing by side by side with Rwanda and DRC we believe that we will achieve long time peace. Kusaini mkataba huo kunatoa mwanga kwa makundi zaidi ya mia moja mashariki mwa DRC yanayowania kutaka umiliki katika ardhi hiyo. DRC inaamini marekani itatoa ulinzi wa kutosha katika eneo hilo la mashariki ya taifa hilo. Huku Rwanda ikiendelea kukanusha kuwa haiungi mkono kundi la M23. Maelfu ya watu wamepoteza maisha kutokana na mgogoro huo wa mashariki mwa DRC tangu mwishoni mwa miaka 1990. Waandamanaji wa patao laki mbili wameandamana katika jiji la Budapest nchini Hungaria wakipinga katazo la serikali kutoa vibali vya kufanya sherehe za upendo hadharani zinazojulikana kwa jina la Budapest Pride. Mnamo tarehe 18 Machi 2025, Bunge la Hungaria lilipitisha marekebisho ya sheria ya usalama wa watoto ikiruhusu serikali kupiga marufuku mikusanyiko ya LGBTQ hasa pride ikiwa inaonekana au kuonyesha uhusiano wa watoto chini ya umri wa miaka 18, ikiwemo kuzuiwa kwa matembezi ya Budapest Pride. Hadi sasa serikali ya Hungaria haijakiri kutekeleza faini au kuwafunga watu baada ya maandamano hayo. Raia wa Bulgaria wamekusanyika katika makao makuu ya taifa hilo Sofia kupinga matumizi ya Euro wakisisitiza kuwa itazidisha umaskini nchini mwao. Maandamano hayo yalitiwa uzito na mwanasiasa wa upinzani Peter Makayare ambaye alitembea kwa miguu kilomita mia tatu kutoka Romania akipinga wapiga kura hao kukubaliana na pendekezo hilo. Raia hao wakiwa na mabango walipita katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa Bulgaria, Sofia wakishinikiza pesa mpya

I'm concerned about joining a Eurozone where financial decisions are often made without transparency. I do not want our financial resources to be used to fund wars, and I believe that the levels of corruption, both in Bulgaria and within the EU, are already too high for us to become more deeply integrated into such a system. Bulgaria inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Aidha maandamano hayo yanajiri ikiwa ni siku chache tu kwa nchi za Balkan kujiunga na ukanda huo wa Ulaya. Bulgaria ilijiunga na umoja Ulaya na na wa Ulaya mnamo mwaka 2007 ambapo raia wa taifa hilo wanahisi kuwa kuikubali sarafu ya yuro nchini mwao ni kuzidi kwa umasikini. Na utajuaje kuwa mitandao ya kijamii inakupelekea kupata matatizo ya afya ya akili? Sikia hii. Wataalamu wa masuala ya saikolojia na afya ya akili wametoa onyo wa wa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa muda mrefu, kuchukua tahadhari kutokana na idadi kubwa ya watumiaji kuwamo katika kitisho cha changamoto zinazotokana na afya ya akili. Wanasema matumizi ya mara kwa mara ya majukwaa ya mitandao ya kijamii Yamewafanya watumiaji kusumbuliwa kihisia kutokana na kuangalia mara nyingi picha za mateso, video za vurugu, unyanyasaji wa mtandaoni na majadiliano kuhusu kujidhuru au kujiua. A big one is the dopamine release that we experience when we're constantly scrolling and seeking out new, interesting and exciting information. The release of dopamine in the brain is reinforcing. So we're constantly seeking that out. So if we're going through our social media feed, and we're experiencing the dopamine release. But then all of a sudden, you know, I've been on this app for a little while. It's starting to get a little mundane, a little boring. Let me switch over to this other app so that I can find something new and exciting to look at. Wataalamu hawa wanasema changamoto hiyo imekuwa ikiongezeka siku baada ya siku tangu kuingia kwa mitandao ya kijamii ikilinganishwa na vyombo vya habari vya kiutamaduni kutokana na kwamba taarifa zilizo nyingi mitandaoni hazijachujwa ipasavyo. Aidha, wametoa dalili chache za mtu aliyeathirika na mitandao ya kijamii kuwa ni hisia ya huzuni inayotokana kuchanganyikana kwa hisia na kujilinganisha kupita kiasi. Pia mitandao ya kijamii inaweza kuchochea wasiwasi, hasa linapokuja suala la kujali wengine. Huge connection between social media use and overuse and how we feel about ourselves from a mental health perspective. Ikiwa unahisi shinikizo la kuposti mara kwa mara kufuatilia idadi ya likes, au maoni au kofia kutopata marejesho uliyotarajia ni miongoni mwa dalili mbaya za matumizi ya mitandao ya kijamii. Wataalamu hao wametaja dalili nyingine kuwa ni kupotea kwa mahusiano ya ana kwa ana kutokana na muda mwingi kuutumia kwenye mitandao ya kijamii badala ya kukutana na marafiki, familia au kushiriki shughuli halisi za kijamii. Aidha, dalili za utegemezi kwa ajili ya kupata furaha kupitia mitandao ya kijamii, wasiwasi au huzuni huzidi mtu anapokosa mtandao au simu yake hali ambayo huonyesha mtu ameanza kutegemea mitandao hiyo kama njia kuu ya kupata furaha au kuridhika kisaikolojia. Wataalamu hawa wanataja ratiba ya maisha kwa walio wengi zimebadilika kutokana na kufuatilia masuala mbalimbali mtandaoni, ambapo mtu anaamka usiku kwa ajili ya kuangalia mtandao au kupoteza muda mwingi kazini, shuleni au nyumbani kwa sababu ya kufuatilia, hivyo kuvuruga ratiba nzima ya maisha ya mtu. Mtu anapokosa usingizi, kupungua kwa umakini, au kushindwa kutimiza majukumu ya kila siku ni viashiria vinavyopaswa kuchukuliwa kwa uzito uzito. So being able to really sit in silence and reflect and be really honest with yourself is really important to that. Mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa ya kuathiri afya ya akili iyo, kwa njia ya chanya au hasi, ambapo njia bora ya kujua kama inaathiri vibaya maisha yako ni kuchunguza mabadiliko ya kihisia, kitabia na kijamii yanayotokea baada ya kuitumia. Endapo utahisi inakuletea huzuni zaidi ya furaha, ni wakati mzuri wa kupunguza matumizi yake au kutafuta usaidizi wa kitaaluma. Afya ya akili ni muhimu kuliko likes au comments. Linda amani yako. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jebir, endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli haubadiliki.